Niwaombe wazazi wangu, hebu siku hiyo tuifanye kuwa siku maalum, twende tukapige kura. Tunataka mkoa wetu wa Geita upeleke ujumbe huko duniani kwamba mkoa huu ni mkoa wa watu wa kazi. Tumeamua kufanya kazi, na moja ya kazi yetu ni kumchagua Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kura nyingi na kwa kujitokeza kwa wingi. Na ukifika kupiga kura, mkumbushe na mwenzako, mwambie kwa Kisukuma mabebe E, ishirini na tisa kuvemesha. Haya, nyosha mkono sasa. Nikiuliza ishirini na tisa kuna nini sema kuvemesha, si ndio? Jamani, aaaa. sema kwa sauti hadi shetani aibike. ishirini na tisa kuna nini? Mm. ishirini na tisa kuna nini? Tunakwenda kupiga kura kwa sababu tunataka maendeleo kwa ajili ya watoto wetu.